Penda Simba ni raha, yani dunia hii, ukifanya mistake ukaacha kuipenda Simba yani umefeli maisha, kwa sababu wanapenda timu nyingine wamefeli maisha. Na ndio maana hata makundi wakipangiwa huko yeah, wanahema wao. Umesikia Simba wana mbwela mbwela, yani tuko vizuri kwa sababu ni mambo ambayo tumeyazoea, yani kama vile umerudi kazini unamkuta bitishomvi yuko pale ndani, unamuuliza vipi, kitonge kiko fresh? Anakuwekea mezani mambo mengine na maisha yanaendelea, yeah, ya, ndio mashindano haya tunavyoyachukulia sisi kwa sababu na ukitaka kushuhudia ile, unaona watoto wote wamekimbia lupaso, mnyama akabaki pale pale. Ukiuliza sababu za msingi hawana. Sasa timu kubwa kama Yanga unaiacha aje? Lupaso unakwenda Zanzibar, balaa mwaka huu hatari bana, twende eh, namba nane pale, mchezeshaji kiungo, mchezeshaji sikuache hadi uwamalize <laughs> wee, unanahau eh, unanaha <laughs> Kuna Alasani Kante, kuna Nabi Kamara, wote wanazima pale, sasa pale eh. unamtupa Alasani Kante anaziweka tu, aafu kuna dogo anaitwa Blaise Morris yule anaitwa Mixon Part 2 eh, eh. eh. mbavu ya kulia kule namba saba kule unamtupa burudoza Kibu Dennis, Kibu Dennis D Kandani. Watu wanashindwa kumsahau unajua yule eh. kwa unyama aliwafanyia mwaka ule tuna mdakamishare lakini ile ya jamaa ile walishindwa kuiona yeah. Sasa shida ndio inaanzia hapo hilo ndo, ndo balala la mnyama yeah. Msimbazi yeah. Center forward pale unampanga unayemtaka wewe sasa, sijui nikuulize wewe unamtaka nani? Yaani hapo Pantevo anafanya tu bana, anachukua jezi, si alikuwa anamwita eh. Yani hapo wewe chagua wewe, mimi nakupa hiyo nafasi, kwa sababu niko radhi, kwa sababu ndio maana nilikuambia, kuipenda Simba katika dunia hii raha kwa Abba, Salama, uzima upo. Ah, fresh yes, upo, vizuri kama kawaida eh, kawaida haina noma na eh? Noma, na ni mwingi kama kawaida yani. Ubaya ubwela season 2 inaitwa ile, season 1 ilikuwaje, kuaje mpaka hii season 2, na hii season 2 unaionaje yaani ile ilikuwa inajaribu kwanza kuangalia wapinzani wetu watakuwa imara kupambana na hii season 2, hmm. Sasa tumewacheki tukaona, sasa tunaweka mziki mkubwa ili mambo yaende, kwa hiyo ndio maana hii tumeita season 2. Yaani hapo tulia kama walivyo ule tuli ni unyama ni... yani. Yani ule ni mnyama, hatuna shaka wala atuna... Yaani ukiipenda Simba ni raha Tuzungumze hili sasa. Simba ya msimu huu na msimu uliopita kwanza umeziona, na utofauti wake ni upi? Uh, tofauti yake sio kubwa sana kwa sababu mwaka jana, tuli tulikuwa na wachezaji wengi wageni actually, uh, hata mwaka huu lakini uh, kuna baadhi ya wachezaji wengi wameachwa na tumeongeza tena pale kwenye mapungufu. Kwa hiyo tunategemea mwaka huu kuona Simba iliyokuwa bora kuliko mwaka jana bingwa tutarajia ligi kuu Tanzania ba, hilo ndio lengo letu, kwa sababu lengo letu kubwa tuchukue ubingwa ili twende tukapambane na wakubwa wetu huko nje. Kwa namna ambavyo anavyokiona kikosi sasa, ubingwa unaweza kupatikana yani? hilo sinashaka nalo ubingwa lazima upatikane, yaani lazima, yani, lazima sio kusema sijui ombi au namna gani, lazima, lazima. wachezaji wanakupa jeuri kwamba ubingwa msimu huu lazima upatikane, ubingwa wa msimu huu lazima urejee Msimbazi, wachezaji wangu karibu wote, kikosi kiko vizuri sababu ukiangalia pale nyuma pamoja na kwamba wamemchukua yeah. mkongwe walikuwa wanasema mkongwe kazeeka na nini, kumbe ile ilikuwa fikisufikisu, lakini kwa sababu Simba wana jicho la kuona yeah. tukamwambia nenda, tukamvuta pale mtoto mdogo sana, ndio wewe mnashuhudia kitu kinachofanyika pale, anaitwa Mlege Anthony yeah. ah. ah. Yeah. sana, yani si mchezo. Pembeni kule kulia mbavu ile, tumemwacha mkongwe hapa, alafu yeah. kushoto kule tumemweka dogo namba sita pale kama kawaida, kuni iliyokauka lakini haipiki, haichomi moto. Kwa hiyo maji kama kawaida. Senta hafu pale kama kawaida, tumevuta kitu kutoka south, alafu namba nne pale tumemchukua mtoto JKT. Kwa hiyo shughuli bado iko pale pale. Wendelea, kuzitaje, mimi na zamani uendelee, yani kutaja hizo nafasi alinasikia raha ni utakuja kusahau maswali mengine, kwa hiyo hapo kwa, kwa uchache basi pale winga ya mbavu eh, ya kushoto pale winga eh, pa... ah, yani naumia <laughs> unajua, nilikuambia mara ya kwanza kupenda Simba, Simba. Simba ni raha yani, dunia hii ukifanya mistake ukaacha kuipenda Simba yani umefeli maisha. Kwamba wanapenda timu nyingine? Wamefeli maisha. Wamefeli maisha na ndio maana hata makundi wakipangiwa huko hey, wanahema. Umesikia Simba wana mbwelambwela, yaani tuko vizuri, kwa sababu ni mambo ambayo tumeyazoea, yaani kama vile umerudi kazini unamkuta binti Shomvi yuko pale ndani, unamuuliza vipi, kitonge kiko freshi? Anakuwekea mezani, mambo mengine na maisha yanaendelea. Ndio mashindano haya tunavyoyachukulia sisi, kwa sababu <todio> na ukitaka kushuhudia ile, unaona watoto wote wamekimbia Lupaso, mnyama akabaki pale pale, ukiwauliza sababu za msingi hawana sasa timu kubwa kama Yango na iacha ajalupaso unakwenda Zanzibar. Ngawa taifa moja, lakini kwa nini kuna sababu za msingi kule? Angeenda Azam, angeenda huyo sijui Singida. Sisi wa Kongo tubake pale. Sasa hata mzee mwenzangu nakwenda kule, lakini ukicheki sana, ukiperuzi unakuta uzoefu hamna, na ndio maana ile ratiba ilivyotoka tu watu wengine wakaenda hisi huku, juzi kidogo, baada ya kupata ule ushindi ule, ndio wengine wakaruhusiwa kurudi, lakini unamwona mnyama alivyokuwa strong kama chuma. Ya, uh, wamekimbia yani, sina shaka yani waache, utasikia mnyama atakavyonguruma tarehe 23 Petro Atletico de Luanda ishirini na eh, tatu. Yani hata ukitaka namba yangu wewe muulize katibu hapa atakwambia, au mzee wangu Koba huko atakwambia hmm. Eh, mimi ndio pazi mazongera, ulisahau kuniuliza jina ha, kuuliza bana, jitambulishe mzee wangu ha, ila raha za Simba zimekusahaulisha basi <laughs> ukisikia chifu wa Kizaramo eh pazi mazongera kutoka tawi la Simba eh, kongoe mzinga ndio mpira sunani Balaa mwaka huu, hatari. Twende namba nane pale, mchezeshaji kiungo, mchezeshaji sikuache hadi uwamalize <laughs> unanahawe unanahawe eh. eh. <laughs> unanahawe eh. kuna Alasani Kante, kuna Nabi Kamara wote wanazima pale. Sasa pale eh. unamtupa Alasani Kante anaziweka tu pale, alafu kuna dogo anaitwa Blam Morris; yule anaitwa Mixon Part 2 Yeah. Yeah. Mbavu ya kulia kule namba saba kule unamtupa Burudoza Kibu, Dennis, Kibu, Kibu Dennis. D. Kandani, watu wanashindwa kumsahau unajua hile, yeah. kwa unyama waliwafanyia mwaka ule, tuna mdaka mishale, lakini ile ya jamaa ile walishindwa kuiona, yeah. Sasa shida ndo inaanzia hapa, ilo ndo balaa la mnyama Msimbazi, yeah center forward pale unampanga unaimtaka wewe sasa, sijui ni kuulize wewe unamtaka, yani, nani? yani hapo Pantevo anafanya tu bana, anachukua jezi sio, alikuwa so, anamuita wao sijui e, yani hapo atakewai wewe, chagua wewe, mi nakupa hiyo nafasi, kwa sababu niko radhi, kwa sababu ndio maana nilikuambia kuipenda Simba katika dunia hii raha. Raha unapata raha kwa nyumbani kwa Bitishomvi alafu unakuja Rupaso unamkuta mnyama, basi wewe lazima uende peponi, unaambiwa hiyo, hiyo hom nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Hiyo sasa natokaje? Lazima watu wapumue pale, huyo hali mimi. Unajua kitu ambacho nimesikitika kitu kimoja mm, nilitamani sana ili hali nikutane naye, kwa sababu ile na uchungu naye, zile tano walizonipiga zile, watu wakacheka sana. Sasa yule mimi nataka nimbamize, nilimtaka yule nimpige hapa ndani, alafu nikienda pale kwao pale nimchape vile vile, alafu arudi aje. Nataka niondoke pale namba tano niende namba nne au namba tatu. Inawezekana. Kwa nini siwezekani, mdogo wangu? Mpira bwana ni burudani kaka, yaani inawezekana 100%. hilo sina shaka nalo. Bana, zungumza eh, na wanasimba eh. <laughs> Washauri maoni yako kuelekea mchezo huu nini, ambacho wanasimba tunapaswa kufanya sasa kuelekea mchezo huu wa kimataifa tarehe ishirini na tatu Kinachotakiwa ni umoja, ushirikiano na kuisupport timu yetu, kwa sababu sisi huwa tutakiji ile kuwapigia kelele sana, washabiki Twendeni uwanjani, kwa sababu wenyewe wanajua jukumu lao. Simba ndio klabu bora ambayo inatoa washabiki wengi hapa Tanzania, na hiyo inadhihirika kwa sababu hata FIFA wenyewe na KAFU wanaijua kwamba Simba ndio timu inayotoa washabiki wengi hapa Tanzania. Tuzo zimetoka wenyewe, wameshuhudia. Hatukutaka sijui uh, TFF waingilie hilo swala, wenyewe FIFA na KAFU wanajua. Ukienda popote Tanzania na Afrika Mashariki na kati mpaka Ulaya, ukiuliza hilo swali asubuhi tu mtoto wa miaka mitano anakwambia anakwambia nikumbushe jina lako ili nilitaje tena nisije nikalisahau. Huyo ni Chifu wa Kizaramo, Pazi Mazongela. Pazi, pazi, pazi. Yes. E, kutokea hapa tawi la Kongowe mzinga mpira tsunami bana, unavyosikia ama tsunami, nadhani unaelewa e, bahari ikichafuka basi hakuna chombo chochote kinachotembea, hakuna samaki ambaye nini, kila mtu Upo chini ya viwavi ofisho Kojani Fenesi, niko hapa, nina muda mzuri sana na wana Simba kutokea hapa.